Mauaji ambayo yameendelea kusikika mpaka sasa, haijawa haki watu wanyamaze. Kama mauaji yanatendeka, si yanatendeka? Hatusemi wewe ndio unayatenda, lakini si yanatendeka? Kwani kuna kigugumizi kusema ni kweli yanatendeka? Sasa huyu anayesema yasitendeke, unakuwaje mbovu? Roho wa Bwana hata ruhusu hiyo, anapenda amani iwe kwenu. Hakuna amani bila haki, na kama amani itakuwa kwenu, haki ni msingi wake. Roho Mtakatifu anataka awafariji hawa waliopoteza waume zao, wazazi wao, wake zao, awafariji. Atawafariji namna gani kama hatuwajui, hatujui mfumo wao wa kuuana na kwa nini yanatokea mara kwa mara? Wauaji wa arubino walipatikana kwa urahisi sana. Kwa nini wauaji wa watu wengine tu hawapatikani? Jambo moja natakiwa mfahamu, wanadamu na watawala wote, ya kwa Mungu sio chawa. Mungu na watu wa Mungu kabisa kabisa hawawezi wakawa machawa wenu. Fahamu kuwa Mungu, Mungu sio chawa. Mungu sio mpambe wa Mungu hivyo usije ukategemea kwamba Mungu atakuwa anatembea kwenye matakwa yako, yaani utakuwa unafanya mabaya, ila utakuwa unataka Mungu au watu wa Mungu waseme mapenzi yako, waseme matakwa yako. Utakuwa unafanya vibaya, ila unataka Mungu na watu wa Mungu wawe wanakupongeza na kukusifia. Mungu sio chawa. Katika Isaya 30, utaanza ule mstari wa tisa, Biblia inasema hivi kwa maana watu hawa ni watu waasi watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana, wawaambiao waonaji, msione; na manabii msitoe, unabii wa mambo ya haki. Msitoe unabii kuwa kuna watu wanatekwa, msitoe unabii kuwa kuna watu wanauawa, msitoe unabii kuwa kuna watu, kuna kikundi cha watu kinapoteza watu msitoe huo unabii, msitoe unabii ya kuwa kuna watu wanalia kwa kuwapoteza ndugu zao, msitoe unabii kuwa mnaoteka na kuwa watu mnanajisi nchi kwa damu, mtaifanya nchi inuke damu. Msitoe unabii kuwa nchi yetu haina amani, kwa sababu kuna watu wanatekwa, kuna watu wanapotea, kuna watu wanauawa. Nchi haiwezi ikawa na amani kama kuna watu wanauawa, kama kuna watu wanatekwa, hapo tunakuwa hatuna amani. Inakuwa ni nchi inayomwaga damu, inakuwa ni nchi ambayo haina amani. Msitoe huo unabii, msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno ya danganyayo, unaosema kwamba pokea nyota yako, pokea magari yako, eh, pokea amani yako, pokea furaha, pokea mchumba wako, eh, pokea utajiri, unakwenda kubarikiwa na una utajiri wako, tunakomboa nyayo zako zilizokuwa sijui zimetekwa na bibi yako, yako, tunakomboa. Hayo ndo ambayo mtabiri, lakini msitabiri unabii wa haki. Msitoe unabii ya kwamba usimwonee mwingine, msitoe unabii wa haki na usawa msitoe unabii kwamba msionee watu watawala, msionee watu watawala, msiumize watu watawala, wahurumieni watu, msitoe huo unabii. Toeni tu unabii wa kwamba kesho yako ni kesho ya kufanikiwa. Toeni tu unabii wa kwamba kesho yako ni kesho utakuwa tajiri, kesho yako unakwenda kupanda cheo, kesho yako unakwenda kufanikiwa sana, kesho yako unakwenda kuwa mtu mkubwa sana. Toeni unabii huo tu, lakini msitoe unabii wa mambo ya haki Msitoe unabii kwa habari ya utekaji, msitoe unabii kwa habari ya, ya, ya watu kuuawa, msitoe unabii kwa habari ya watu kupotezwa, msitoe unabii ya watu kuonewa wa, wa, wa watu kuonewa, msitoe unabii wa watu kupewa makesi yasiyoeleweka, msitoe wa unabii. Msitoe, mkitoa tu wa unabii basi unakuwa umechanganya dini na siasa, tayari uko hatiani. Ni watu wadanganyao watu ambao hawataki kuisikia sheria ya Bwana kwamba msiue. Hawataki kusikia haki, hawataki mtabiri mambo ya haki, ila wanachotaka mtabiri nini? Mtabiri matakwa yao, mtabiri kile ambacho wanakipenda, mtabiri kwamba Mungu atakubariki hata kama ni muuaji, utabiri kwamba Mungu atakubariki hata kama mtekaji, utabiri kwamba Mungu atakubariki hata kama ni mzinzi, hata kama ni mlevi, Mungu amekubariki, Mungu yuko pamoja. Mungu sio chawa wenu, fahamuni hivyo. Na marabii nao wamechukuliwa na upumbavu ambao anajiita wakubwa, basi wewe watabirie tu, waambie kwamba utakwenda kufanikiwa, Mungu awe pamoja na wewe, adui zako ni adui za Mungu. Yaani mtoe unabii kwa ajili ya mambo hayo tu, ila kwa mambo ya haki msitoe unabii. Wanatabiri maneno laini na matakwa ya watu ambao wanakuwa wanawaendea. Wewe una shingapi? Utatabiriwa sawa na level uliopo, lakini sio kile kilichotoka moyoni mwa Mungu. Ah, unatabiriwa sawa na level uliopo, unatabiriwa sawa na kile kitu ambacho unakiwaza, wala uovu wako uonekane wana haki ya yule ambaye amepoteza haki yake haionekani. Unatabiliwa sawa na levo uliopo, na kile unachohitaji ndicho ambacho anakilenga manabii wa sasa. Wauaji wa albino walipatikana kwa urahisi sana, kwa nini wauaji wa watu wengine tu hawapatikani? Na mimi nitasikitika kweli nikifa ama nikiuawa alafu nisipatikane. Kwanza kaburi langu linajulikana, limo mle kanisani Msoma mjini. Sasa libaki tupu, tuliendelee kuitwa kaburi la msonganzira ambaye haonekani. Lakini kwa nini nisipatikane? Arubino tuliwapata. Walimu waliofanya fujo za kila namna na kudanganya na nini, walipatikana wakaachishwa na kazi. Wahujumu waliwahi kupatikana wengi tu, wakati wa soko ine. Sasa leo wauaji wasipatikane kuna shida gani? Roho Mtakatifu atuangaze tuwe wa kweli na tusiogope kusema. Ulimi kazi yake ni kuchuja kitamu na kichungu. Ulimi kinapochuja hiki kiulimi, pokea huo mchujo, pokea ulimi unachuja ili uone utamu uko wapi na ubaya uko wapi, uache ubaya na ubaya unaua. Ndio maana ukinywa sumu asidi, utakufa, kwa sababu kazi ya ulimi umeichafua wewe mwenyewe. Mtu atakwambia acha, usinywe asidi. Ha, ntakunywa tu. Utakufa, na serikali inakwambia ukinywa asidi ukafa, itakushtaki kwa kosa la kujiua, na kama hukufa, itakushtaki kwa kosa la kuthubutu kujiua. Sasa kama inakushtaki kwa kosa la kujiua na kosa la kuthubutu kujiua, hawa wengine mbona hawapatikani tukawashtaki kwa kosa la kuua? Kanisa la Kipentekoste, ndiyo nyinyi, mnaishi na hawa watu kwa karibu zaidi pengine kuliko mimi. Kuweni weupe kwa dhamira zenu, kuweni waaminifu katika majukumu yenu kama walei na Pentekoste ni siku yenu. Tunawatuma, mnaenda na ndimi za kuchuja, mnaenda na ndimi zenye moto, zitoe kutu katika mioyo yetu, zitoe sumu katika ndimi zetu, ziwe kweli zinazotafuta amani ya kweli.